Nyoka wa shaba, kwa hiyo be ready. Wakati wanakuja ni kuombe pale uliposimama, uwashangilie wanapoingia katika ujio huu maalum kabisa siku ya leo. Asante sana. Mgeni rasmi akisimama, nafikiri wewe una haki ya kusimama. DJ, ninaomba sasa uwalete WWK kwaya kwa ajili ya huduma, twende wape makofi. popote ambapo unaifuatilia NY TV kutoka hapa kanisa la TNG City Harvest linaloongozwa na mchungu, mchungaji mtumishi wa Mungu mchungaji Jared Dondo. Hii ni WWK wao, leo wameadhimisha kilele cha sikukuu yao kitaifa, ambapo kitaifa ilifanyika Jumapili tarehe ya mwezi huu wa tatu. Wao wamekuwa na mambo makubwa mazuri ambayo yamefanyika hapa, na wanakuwa na uzinduzi wa albamu yao ya kwanza kama kwaya ya WWK. Hili ni jeshi kubwa, wanawake wa WWK kutoka hapa City Harvest, ambao wameonyesha mambo makubwa mazuri sana katika sikukuu yao ya leo. Tumezoea kuona dansi ikifanywa zaidi na vijana lakini siku ya leo wanawake wa mali hapa wametuonyesha umahiri mkubwa, kwamba wao ni wanawake, ni jeshi kubwa. Wametuonyesha mambo mazuri kweli kweli, wametupa dansi nzuri, mambo uniki kutoka kwa wanawake wa mali hapa. Hakika wana mambo mazuri, wamependeza na sare yao, na hili ni tukio maalum ambalo limeenda sambamba na sikukuu yao ambayo ilifanyika kitaifa, ambayo imeambatana na uzinduzi wa albamu yao ya kwanza ya kwaya hii ya WWK inayopatikana hapa katika kanisa la TAG City Harvest lililoko maeneo ya Tegeta. Karibu mazuri. Wakati huu watatuletea nyimbo mbili mfululizo. Wimbo wa kwanza ni wimbo ambao umebeba albamu yao, unaitwa Yesu nyoka wa shaba, na wimbo mwingine wataleta. Kaa vizuri, wasikilize, ni kuombe uketi. Karibu sana WWK Choir kwa ajili ya utumishi mzuri. God bless you so much <tune>

Wow, wow. Yesu nyoka wa shaba ameinuliwa juu sana. Tafuteni yeye, mwangalieni yeye nanye mtaishi. Hii ni moja ya jumbe ambazo zipo kwenye albamu hii ambayo itawekwa wakfu siku ya leo. Wakati tutakapoiweka wakfu, jiandae uwe nayo kwenye gari yako uwe nayo mahali ukisikiliza Roho yako inahudumiwa. Haleluya, tuende tuwasikilize kwa wimbo wa pili, alafu tutaenda kwenye wakati mwingine. Mungu awabariki, twende. Sasa wote. Ehe, eh. Tumpe Yesu makofi kwa ajili yao. nilijua ndio tunaanza kumbe wimbo umekamilika. Tumpigie Yesu makofi, thank you. Uh, Kumbukumbu la Torati 10:21 yeye ndiye fahari yetu. Nyimbo zimeimbwa kutokana na neno, haleluya. Eh, ile uh, Petro wa kwanza tano, nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, haleluya. Ni nyimbo ambazo zinastahili kusikilizwa nyumbani kwako Sio unasikiza nyimbo hata ipo kwenye neno. Nyimbo inaitwa Nikomeshe, sijui nimemkomesha. Eh, kizunguzungu. Bwana atusaidie, haleluya. Tuwape makofi mazuri sana WWK kwa huduma nzuri sana sana sana. Kuna kina mama zangu nawaona jasho jasho, lipo kule nyuma kidogo, nao wamefanya kazi nzuri, haleluya. Watu wa Mungu, nipende sasa kuchukua nafasi hii Uh, ningeomba laini ya kwanza na viongozi wa baki wale na mama zangu naomba tukapumzike, eh, laini ya kwanza na leaders wa baki. Yes, maana Mama Koyi amelidi hapa <laughs> Mpe Yesu makofi. Yes, nataka laini ya kwanza hapa tubaki, au kwa mtu yule ambaye hajaenda nani sana, tupumzike, tubaki halafu tutabaki kwa ajili ya kupamba stage tunapomleta uh, mgeni rasmi. Bwana asifiwe sana, watu wa Mungu. Mgeni rasmi, bila shaka, risala ile ameipata na ameisoma kwa muda mrefu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mtumishi wa Mungu, tumefurahi sana uwepo wako siku ya leo, amen ya yeah. Asante sana kwa muda wako na kukubali kuwepo kwa ajili ya zoezi hili la uh, WWK Nitaomba mheshimiwa mgeni rasmi utakapokuja, utazungumza kwa uchache lakini utaambatana na mchungaji. Kazi itakayokuwepo hapa ni kusema tu neno lako la salamu kwanza, alafu tamkale, uh, baba, yeye atatuongoza katika maombi pamoja na wewe kuweka albamu hii wakfu. Alafu baada ya hapo nitakupa nafasi ya kuzungumza kwa kirefu lakini kifupi na kununua maana ni muda wa maokoto. Sema maokoto. Haleluya. Na wewe ndio utatuanzishia maokoto kwa utakaposema, utakuwa umeongea tu na habari ya maokoto na sisi tutabarikiwa sana. Haleluya. Amen. Sisi tuna amani katika Bwana. Haleluya. Asante sana kwa hiyo, ni heshima yangu sasa nimlete mgeni rasmi uh, Dr. Shigera lakini pamoja na mchungaji wetu kiongozi watakuja hapa Eh, lakini Shigera nisingependa asindikizwe yeye tu, mzee wetu kia Dr. Mturi yuko pale na mama amependeza kabisa. Eh, mama mtie moyo, mtie moyo. Eh, mister wamependeza kabisa, asante sana. Ndaogeje, naomba na wewe uje ili atakapokuwa anazungumza lile kile kipengele tuna tunamaliza, tunafanya kila kitu. Karibuni sana, wape nshangwe jamani na makofi. E, asiye piga kigelegele nina muita. <laughs> Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamependeza wajapendeza wamependeza sana, jina la Bwana libarikiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Mungu ameifanya maalum kwa ajili ya wamama, wamama wetu wamependeza na wamama wako tayari kwa ajili ya kutumika mbele za Mungu. Nimeambiwa kwamba nizungumze tu maneno ya utangulizi, mengine tutazungumza baadaye. Akinamama, Biblia inawataja kwamba ni taifa, ni, ni, ni, ni, ni jeshi kubwa. Eh, kitabu cha Zaburi sura ya sitini na nane inawataja kwamba ni, ni ni jeshi, ni jeshi kubwa na ni kweli ni jeshi kubwa linaonekana, na jeshi kubwa maana yake ni kwamba kuna mashujaa ndani ya jeshi. Mungu awabariki sana wamama. Amen, amen. Okay, karibu mchungaji kwa amen. Yeah, mimi kazi yangu tu ni ndogo, tunataka tuiweke wakfu mbele za Bwana. Naomba watu tusimame wale wote watakaosikia hizi nyimbo wapate kusio tu kuguswa lakini wakaponywe katika jina la Yesu. Na kwaya hii Bwana akaiongeze ikapate kufikia wengi. Naomba nyosha mkono wako kuelekea um, hii hizi kanda na flash napoenda kuomba. Wakati huo tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakuja mbele zako mchana huu wa leo katika jina la Yesu. Angalia Bwana ubunifu wa wanawake hawa, Baba Mtakatifu, wameimba lakini wakaona waweke ile fomu ambayo wengine nao watabarikiwa. Baba Mtakatifu, tunawabariki na tunabariki Baba kile ambacho kimerekodiwa mahali hapa, Bwana, ikapate kuwa instrumento, ili wengi wakapate kuguswa, wakaponywe katika jina la Yesu. Na mimi wakati huu naweka wakfu Uh, hizi flash pamoja na vyote viyorekodiwa mikononi mwako, nikiomba ya kwamba Bwana kila atakayesikia, sikio lake Bwana kakugeukie wewe akaguswe katika moyo wake, katika jina la Yesu. Na mimi sasa naweka wakfu uh, hivi vifaa katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Amen. Amen. Asante sana, makofi. Amen. Mazuri. Amen. Basi baba akiwa hapo hapo, mheshimiwa mgeni rasmi, mtumishi wa Mungu, ninaomba sasa muifungue alafu muweze kutuonesha hizo frashi ambazo ziko humo ndani. Sasa zoezi ndio la kuzindua sasa, maombi yamefanyika. Tunakata utepe upe, kwa kufungua tu hilo boksi linafunguka. Yes, wow, safi kabisa. makofi mazuri Asante, unaweza ukashika moja tu ukainua juu, moja tu inatosha. E, e, kama ziko zote bando, yes, asante. Hizo ni flash ambazo leo zimewekwa wakfu na mtumishi wa Mungu, lakini na mheshimiwa mgeni rasmi hapa. Mungu awabariki sana, tumpigie bwana Yesu makofi. Baba, unaweza ukaenda pale ya kwako, itakufuata pale pale. Asante, basi tunaweza tukaweka hapa A mtumishi wa Mungu, ninaomba utasema neno sasa, alafu utatuambia hii flash moja, sio bando lote, moja utaichukua kwa pesa kiasi gani? Malengo yetu sisi kama WWK ni kuhakikisha tuna tunarais kiwango cha fedha kisichopungua milioni kumi, na kazi yake ni kwa ajili ya shughuli za utumishi. Sisi ni wanawake watumishi wa Kristo kwa ni kazi za utumishi wa kazi ya Mungu hapa City Harvest, lakini pia kuenea zaidi. Tuna makusudio pia ya kufanya hizi uh, audio ziwe kwenye mfumo wa picha mjongeo, kwa maana ya video, ili watu wengi waweze kupata na TV mbalimbali mbali ziweze kutufuatilia. Kwa hiyo, mheshimiwa mgeni rasmi, mchakato huu unahitaji pesa. Yeah, tunaamini Mungu anazo pesa lakini Mungu ameturuhusu kwa wakati kama huu kuwatumia watu kama ninyi na marafiki wote ambao tuko hapa, ili kuweza ku raise hiyo amount ambayo tunahitaji. Kwa hiyo ninaomba utasema, tutakapofanya tutaendelea hapo. Mungu akubariki, karibu asante. Maiki hapa, asante. Pesa, makofi mazuri. Asante, asante sana, MC. Asante mchungaji Larson. Amen. Ah, labda nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wetu kiongozi na mama pamoja na wanawake wa City Harvest kwa kutambua uwepo wa taifa kubwa e, kama tulivyowakilisha hapa taifa kubwa, kwa maana ya kwamba jeshi kubwa liko ndani ya taifa kubwa e. Kwa hiyo huwezi ukaliona jeshi kubwa limesimama peke yake litakuwa ni jeshi la waasi, <laughs> a, watakuwa ni M23. <laughs> Jeshi kubwa linakaa ndani ya taifa kubwa, kwa hiyo taifa kubwa liko hapa mm. na liko tayari kwa ajili ya kusapoti kazi ya wamama, asante. Na historia inasema historia ya kibiblia inasema, ndio maana Mungu alianza kazi yake ya ukombozi wa mwanadamu kwa kumtumia mwanamke. Yesu Kristo yes, alizaliwa mm. na mwanamke, na ndio tunaiona kazi ya wamama hapa. Basi sisi kama taifa kubwa Tuko tayari kwa ajili ya kusapoti kazi ya wamama, kazi hii ya kupeleka injili e, na kazi yetu ni ndogo sana yes. e, ni ndogo sana e, kwamba tunazo flash hapa na wamama wanataka wakusanye milioni kumi yeah, kwa ajili ya kupeleka injili eh, kazi ya, kazi ya Mungu, kufanya kazi ya Mungu hmm. Sasa sisi kama taifa kubwa tumeitwa kwa ajili ya kusapoti jeshi kubwa Amen. Amen. Amen. Sasa tutakachofanya hapa yes. Mimi nitaongoza kama jemedari wa taifa kubwa <laughs> yes. Piga makofi nikiongoza yes. Najua kuna jeshi kuna, kuna, kuna taifa kubwa litanyanyuka hapa. Makamanda wanakuja. Wapo hapa yes. Uh, mwenyekiti wa wababa yuko wapi? Naomba uje mbele Mtumishi wa Mungu, labda nikusaidie tu, naomba yeah. Dr. Temu uweze kuja hapa. Chavala, naomba uje Monela. Joel, naomba uje eh, Moses Zamagwa, wewe ndio mtaalamu, amje hapa mzee Fidel Nkulu. Papa, unajua kule Kongo lazima, ukimwita lazima utangulize papa. Papa Fidele <laughs> papa Fidele, karibu yes, Fidel Nkulu alafu kuna Dkt Siriel Mheshimiwa, huyu ni Mheshimiwa. Yes, unajua Mheshimiwa Dkt Sirieli naye karibuni. Huyu sasa ni chama chenu wenyewe, aleluya. Eh, tuna, tuna kijana mdogo Kige huyu, eh, kijana safi sana Kige, Michael Kige au Wafaransa wanasema Michel Kige mm. alafu tuna uh, Kibiki, papa Kibiki Eh, mm. Kule kule Njombe na yeye wanamwita hivyo. Kwa hawa waje sasa ninakuletea makamanda. Asante sana mchungaji mm. Mungu akubariki. Tunao makamanda wa kutosha sasa mm. Tunaanza kazi ya kusapoti jeshi kubwa. Amen. Mimi nitaanza. Yes. Na taifa kubwa litafuatia. Amen. <laughs> Mimi na nyumba yangu Amen. Kama Yoshua tutakwenda kuisapoti kazi ya Mungu kupitia kwa wanawake kwa shilingi milioni moja. Wa wow, makofi mazuri. Asante sana, asante sana, asante sana mheshimiwa. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, Mungu akubariki sana, tunaipokea na tunamtukuza Mungu. Lakini ninaomba pia, kabla tujaenda kwa makamanda wengine, hapa tunaye mchungaji wetu kiongozi. Tunaomba kama ni wewe utamchukulia au kama ni yeye atajichukulia, ninakupa. Mimi sina ujasiri wa kufungua gidamu, lakini ninaomba wewe udili naye. Asante, karibu. Lakini huyo ndio anayefuata baada ya wewe, naomba udili naye.